Unapoamua kwenda mbele za Mungu ukasema ngoja ni nyenyekee na kutubu, lazima utatoka hivyo. Tunapokwenda kuingia maombi yetu ya siku ya leo ya toba, embu tubu tu, embu nyenyekea tu mbele za Mungu kwa uaminifu, nyenyekea, tubu kabisa, ukiwa unamaanisha. Hata kama upo njiani ya mkini una headphones zako weka kwenye masikio, endelea kutubu. Tuungane kwa pamoja kwenye madhabahu ya ukombozi wa nafsi, Nuru Duniani. Tuendelee kutoba. Hebu tuingie kwenye mstari Yohana, wa kwanza sura ya kwanza mstari wa tisa. Neno la Mungu linasema tusikiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Inasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu. Ina maana chochote kilicho kinachotutesa kwenye maisha, unaingia mbele za Mungu kutubia, kutubia. Yaani lazima utubu, utubu kwa wazazi wetu walivyovitenda, tutubu kule ambako yamkini walifanya kitu ambacho ni chukizo. Hata mitambiko yamkini inayofanywa kinyume na mapenzi ya Mungu, ni chukizo mbele za Mungu. Tujinyenyekeshe tukimlilia Mungu kwa ajili ya kuungama dhambi zetu, tutubu, tutoke ili tuweze kutoka tutubu hata kwa miungu ambayo wazazi wetu wenyewe ndio walihalalisha, wali ambayo ikashikilia maisha yetu na kututesa mpaka leo. Ndio maana akasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu ni wa haki. Hatoweza kutuacha pale tutakapoamua kujinyenyekesha, tukaungama dhambi zetu, yeye anasikia yeye anasikia na atatutoa pale ambapo tulikoshikiliwa. Maana unaweza ukang'ang'ana ukang'ang'ana kumbe kitu kidogo tu toba ili tuweze kuto, kutoka pale tulikoshikiliwa. Kwa hiyo tuendelee kung'ang'ana mbele za Mungu ili tuweze kutoka. Tuangalie tena Mithali ishirini na nane kitabu cha Mithali, Mithali ishirini na nane mstari wa kumi na tatu Tuendelee tu kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu, tuendelee kutubu, tuendelee kuwa wanyenyekevu kila siku, kila saa na kila dakika, tuendelee tu kutubu. Endelea tu kutubu kimoyomoyo, ukiwa unatembea njiani, ukiwa mahali popote, tubu tu kimoyomoyo. Mithali 28 mstari wa kumi na tatu neno la Bwana linasema afichae dhambi zake hatafanikiwa bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Ina e maana ukificha dhambi Mungu hata kusikia, ukakaa nazo moyoni tu ukasema hapana. Oh, oh, tubu maana humwelezi mtu wa aina yoyote, ni wewe na Mungu tu mnaelezana, mna tubu tubu. Mwambie Mungu umesema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Unamwambia Mungu, naomba rehema, naomba msamaha pale nilipokukosea, pale nilipoenda kinyume na mapenzi yako, nimerudi kwako, nimekuja nyumbani kwako leo. Baba, naomba unisamehe. Kwa hiyo tu, tutubu tu, mwana wa Mungu. Mungu atatutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tuendelee kutubu tu, tutubu tu. Mistari ya toba ipo mingi, maana hata ukija kwenye kitabu cha, cha, cha Luka, twende kitabu cha Luka. Luka kumi na tano. Luka sura ya kumi na tano mstari wa kumi na saba. Luka kumi na tano mstari wa kumi na saba. tuendelee tu kutubu, tumlilie Mungu, tuendelee tu kutubu kumlilia Mungu, tuendelee kutubu, twende tuende Matendo ya Mitume, sore, Matendo ya Mitume tatu kumi na tisa Matendo ya Mitume sura ya tatu mstari wa kumi na tisa Matendo ya Mitume tatu kumi na tisa neno la Mungu linasema 3:19 neno la Mungu linasema tubuni basi mrejee, sema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake kwa Bwana. Kumbe pale tunapotubu, zinakuja nyakati za kuburudishwa. Nyakati za kuburudishwa ni za aina gani? Ina maana ni ile kufurahia maisha, magonjwa yanaondoka, afya inaimarika, unakuwa mzima kama ni biashara unafanya biashara inaenda, chochote kile utakachokifanya unakuta kinaenda, ndio kuburudishwa. Amesema tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Ina maana kumbe pale tunapomrudia Mungu tukatubu dhambi zetu zinafutwa, dhambi zetu zinafutwa kabisa, tunakuwa tena na upya mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuendelee kutubu, tuendelee kumlilia Mungu tuendelee kumlingana Mungu kutubu, hata kwa ajili ya kaya zetu, kwa ajili ya familia zetu ambako tulizaliwa. Endelea tu kumlilia Mungu, mwana wa Mungu, tubu tu tubu tu kwenye, kwenye, kwenye ni yani, mfano ma kila kabila ina mambo yake, kila kabila ina mitambiko ya kwake, kwa hiyo miungu inapata uhalali Mungu tuendelee kujinyenyekea. Ziko damu ambazo zinamwagika ambazo hazina hatia. Damu ambazo hazina hatia inapomwagika, si lazima tu imwagike kwenye familia yako, hata inapomwagika kwenye ardhi ya taifa letu pia ni chukizo mbele za Mungu, na mtu wa kutubia ni mimi na wewe mimi na wewe ndio tunaotakiwa tutubie zile damu zinazotulilia. Tuendelee na maombi ya toba asubuhi ya leo, karibu tuingie pamoja. Maombi baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai Baba, nasema asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako Baba. Nakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako Baba, nasema asante kwa ajili ya ukuu wako. Tena najinyenyekesha mbele zako kwa maombi ya asubuhi siku ya leo Baba, maombi ya toba siku ya leo najinyenyekesha kwako nikiomba toba rehema na msamaha, kwa ajili ya mtoto wako aliyeamka asubuhi akaamua kuchukua hatua na kuja mahali hapa. Baba, hiyo ni unyenyekevu ameonyesha kwako. Hata yule anayetutazama na kutusikiliza majira haya baba, ameamua kuchukua hatua na kujinyenyekesha na kuweka bando, akaamua kuungana nasi Baba, uwepo wako uwe pamoja naye, nguvu zako ziwe pamoja naye, msaada wako uwe pamoja naye. Yesu, msaidie, msaidie anapoingia kwenye maombi ya toba, anapoamua kujinyenyekesha na kukulilia wewe, alipoamua kuacha njia za sasa, mpe maisha ya kuburudishwa kwenye biashara yake Baba, mpe sasa afya njema pale anapokulilia kwa toba baba achilia uzima juu yake Baba, uzi achilia uzima, anapoendelea na toba hii Baba, yaliyo magumu kwake naomba yakawe mepesi Baba, naomba yakawe mepesi maana amejinyenyekesha, amejinyenyekesha, ameamua kurudi kwako, ameamua kukurudia wewe, ameamua kukurudia wewe, maana ulisema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo Baba, wameleta mizigo kwako, Yesu naomba uwasaidie Baba natubia, natubia kwenye familia zao, Baba natubia, natubia, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite ikaoshe na kuwatakasa damu ya Yesu ipite ikaoshe kila uovu, kila uovu wa adui aliouacha kila uovu Baba uliofanywa na familia zao miungu ikapata uhalali wa kuweza kuwashambulia Baba, naomba uwasamehe Baba, pita kwa kila mmoja mmoja, Baba pita kwa kila mmoja mmoja aliyekuwa mahali hapa, pita kwa mmoja mmoja aliyekuwa njiani, pita kwa yule anayetusikiliza mahali popote alipo, Baba naomba umsamehe, Baba naomba umrehemu mrehemu Yesu, Yesu, mrehemu. Tunaomba rehema na msamaha, tunaomba rehema na msamaha, tunaomba rehema na msamaha. Baba naomba umsamehe, Baba waoshe kwa damu yako Baba, waoshe kwa damu yako. Damu ya Yesu ipite mpaka kwenye mipaka ya taifa letu la Tanzania, ipite kwenye mkoa mmoja mmoja, baba tunaku tunatubu kwa ajili ya taifa Baba, tunatubu kwa ajili ya taifa Baba, naomba toba, naomba rehema Baba, naomba toba, naomba rehema kwa ajili ya viongozi wa taifa letu Baba, kuanzia ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini Baba, naomba uwasamehe Baba, naomba uwarehemu, naomba uwatakase na kuwaosha Baba waoshe kwa damu yako, watakase Yesu, watakase Kristo Yesu Bwana, damu yako iwaoshe. Damu yako iliyomwagika msalabani ni ukombozi wa maisha yetu, ni ukombozi wa maisha ya kila mmoja Baba. Naomba umsamehe Baba, naomba uwarehemu waoshe na kuwatakasa Baba, waoshe na kuwatakasa, waoshe kwa damu yako, waoshe kwa damu yako Baba. Tunakuja kwako tena, maana ulisema aziungamaye dhambi zake utamsamehe kabisa. Wamekuja Yesu, tazama, wamekuja, wamekuja, wanakulilia, wamekuja, wamepiga magoti kwako Baba, wamenyoosha mikono juu, ishara ya kukubali kwamba wamekuja kwako Baba, uwasamehe, uwasamehe. Mwana wa Mungu endelea kutubu tu, endelea kutubu tu, Mungu yuko na wewe na anasikia na atakusamehe kabisa, atakusamehe kabisa, ataondoa kila uovu. Usiogope, usiogope, usiogope kabisa, wewe endelea kutubu.